Naomba unisamehe kosa, sio kurudia kosa, babangu. Hata kabatini glasi zinagongana. Baba, nahitaji msamaha wako, babangu. Nimetoka huko, nimekuja hadi hapa, ujua jinsi gani nimerekebika, nimejirekebisha sana babangu, naomba unisamehe je. Najua nimekukosea babangu, nimeikosea familia yako, nimewakosea ndugu zako, nimekuaibisha kwa ndugu jamaa na marafiki. Lakini je, niomba unisamehe, sikujua kamba yote haya yatatokea. Jei, niomba nisamehe babangu, nahitaji msamaha wako, kipenzi changu. Unajua jinsi gani navyokupenda, tunapendana mi na mina, wewe. Jei, nahitaji msamaha wako babangu, nimekosa baba Nirekebisha baba, ni tamaa zangu tu babangu, ni tamaa tu za kimwili baba. Avonisamee babangu, nakupenda sana Jei. Hakuna mwanaume anayempenda zaidi yako baba. Ah, wengine nilikuwa nachukua tola, ni tamaa tu, ni shetani tu alinipitia babangu, nakuomba je. si umemwona mwenzie anavyopitia? kwa ndo hivi umeingia kwenye ndoa, ndo kwanza inaanza. Naomba sana usije katuangusha ukukwenda umemwona mwenzie ni mvumilivu, anapigwa ndoa ni mvumilivu Yaani haitakii ya tu umeshaolewa, unasikiliza huku unasikiliza huku, naenda kusikiliza na kule na kule, yatakushinda. Mwenzie anapigwa nafanyaje? Lakini bado nao, na ameikalia ndoa yake, hata kama anapata mambo mengi makubwa. Ndoa ni uvumilivu, sio maana sisi tunavyoishi na baba, umeshawahi sikia kelele hapo? Na nenda kaishi hivyo Unapoona umekosea unaomba msamaha. Ye mwenyewe ni mwanadamu, hata kama ataongea kwa hasira pale, akiona tukwa mmeomba msamaha wa dhati, utakuta anaruga napas. Kwa hiyo, yaani tulivyoishi humu ndani, nenda ukafanyia kazi, ndo ndoa. Umesikia mwanangu? sofu mza ksai mume wao. Yaani, yani likuenda huko amenivuruga kabisa mpaka najuta bora nisingeenda tu mm. Yaani nimefika pale mjomba, kanipokea na maneno, anadai kwamba dada yangu siku ya tatu leo hayupo nyumbani pamoja na mwanae. Je, ah. Kwanza unamzungumzia dada gani? Unajua hapo bado umeniacha njia panda. Yaani dada anayemzungumzia hapa ni mama J pamoja na J. Wana siku ya tatu leo hii hawajaonekana kabisa nyumbani hivyo nah. Msafiri ana changamoto gani? kwa sababu huyu jamaa kila matatizo ni yeye, yaani kumnyanyasa mke wake yeye, ye. Kukopa mikopo hataki kulipa ni yeye, yaani ah. <laughs> kazi anayo kwa kweli mwaka huu oh. Ila kiwangu skambie kitu kimoja mm. Juzi niliongea na msafiri kwa sababu Msafiri unajua tunamdai sisi. Yeah, niliongea naye nikampa siku moja, kwamba siku moja tu afanye juu chini, ahakikishe anatafuta pesa anaeleta ofisini mm -hmm. na siku ambayo anatakiwa kuleta pesa ndio leo. Manake, pesa siku ambayo nilikuwa nimempa aitumie kutafuta hiyo pesa ni jana siku nzima. Mengi sababu, tayari ameshaanza kunipa taarifa za kunishtua asije, inanibidi niwe ofisini sababu kwamba amenikosa. Tusije na sisi tukaingia hasara. Ngoja niende ofisini mapema ili nikamsubirie nione kama anakuja ama atanikaidi ila mme wangu, sina uhakika kama Msafiri ataleta hela kweli. Mke wangu, siku zote unapotaka kumwazibu mtu yoyote usimkurupukie, mpe kwanza option, mpe option ya kwanza, option ya pili, option ya tatu, ukiwa unaendelea kumpima imani yake kujua ni mtu wa aina gani. Kwa hiyo kama yeye ataamua kuwa mkaidi, mi nitamwonyesha kwamba mimi nina roho mbaya kiasi gani. Hizi kazi zetu kifanya na watu kinachekeachekea gombana sana na watu tushapelekana na polisi huko. Sasa sasa hivi polisi, mimi nimechoka polisi, na adhabu zangu kubadilisha

na taarifa anazozisikia kwamba hapa kwako pia hayupo. Unaomba niambie dadangu yuko wapi? Dada yako bwana, aliniambia kama baba yake anaumu, akaniomba ruhusa mwangu, naomba ruhusa nikamuuguze baba wangu ngara hata siku mbili tu, nikamuuza akaenda. Sasa kinachonichangaza unaniambia dada yako hayupo nyumbani, nachochongia na unachielewa, nimekwambia nimetoka nyumbani, dada hayupo, na taarifa anazozisikia kwamba hapa kwako pia hayupo. Sitaki kupindisha pindisha maneno. Sitaki unifanye ambavyo sitaki kufanya kabisa. Naomba uniambie dadangu yuko wapi. Sasa mimi nakwambia hivi, aliniomba ruhusa nenda kumuuliza baba. Na mimi nikamruhusu akaenda. Sasa ndio niambie nikwambie yuko wapi. Hivi. Unanisikia nacho kiongea au unisikii? Oya wewe. Mimi namtaka dada yangu. Yaani kama umeshindwa kusimamia majukumu yako kama baba, mimi msijashindwa, sawa? Kama umeshindwa kumlea, kama umeshindwa kumtunza, na kama umeshindwa kumsimamia, mimi kakake bado naweza hayo mambo. Naweza nikamtimizia kila kitu kabla ya wewe. Sisi ndio tulikuwa tunamlea. Sasa yes, na sasa tunavuka mipaka, tunaanza kuleta taarabu nyumbani. Mimi nategemea mke wangu yupo kwenu, unakuja, unaanza kunipokea Anaanza kuniambia kauli sio ninachokwambia an hayupo, na maana Mungu nikuja kwako. Sasa wewe utaniambia vizuri dadaangu, umemweka wapi? wake hapa, mimi naondoka, lakini acha nikwambie nilicho kwa, nimekuahidi mwanzo, nakwambia laundi hii lazima nikitekeleze bila dada yangu kuonekana. I swear utaniona mimi ni mbaya. Nitadili na wewe moja kwa moja, ni vilivyo siwurahi siku furahi, yukiwa na njaa masikini, kajikuta naiba, maisha ya dhiki, dunia ni maya kwa changamoto, nimezidiwa mtoto wa mtaani. Hapa sio mbaya, nataka kuna maneno masuoka na wewe, wifi niliweka appointment na kakako tukaonana. Sasa wifi yangu, niliomba msamaha, niliomba msamaha wifi, niliomba msamaha. Kakako hakunijibu hata kidogo, bali aliniwekea tu mgongo na kunitolea macho. Wifi yangu nilijimaliza. Nikapiga magoti, nikajimaliza. Niliongea maneno yote, maneno matamu, mazuri ya msamaha. Sikujibiwa neno hata hicho, hata moja. Nikainuka mtoto watu nimshike wifi yangu nilipewa bonge la, la, kofi hadi chini. Afu huyo akasepa. Unavyoona hapo mwili wote unaniuma. Yaani mpaka nasikia homa lile kofi. Hivi ushaisikia nasema kofi. Kofi na mpenzi aliumi. Alikwambia aliumi nani? Nilipoa kofi nakambia, baka, watu na kambia mpaka sasa hivi mwili watu wanawaka moto. Mm. Kofi yangu chini nilikuwa nataka kukuombe, ukaniombe msamaha ukakaa. Nakupenda sana Jakobo. Wewe ni sireme amenipa nini? Leo shangaba kanaenda kwa mganga, ameniloga nao mganga amekufa. Nampenda sana Jakobo. Hivi hivi. Ushaisikia kwenye ma TV, kwenye simu. Wanasema, kuna mtu kajinyonga kwa ajili ya, ya mpenzi wake mm. Mshaisikia. Mimi hasamindotaka nifanye vile, kwa sababu Yakobo ananiumiza sana kichwa, sili sirali kwa ajili yake. Kweli nampenda sana kakako, naomba kaniombe msamaa ifi yangu, na nakuomba, kabla sijachukua maamuzi magumu ifi, naomba kaniombe msamaa na ukamwambie akigoma kunisamee Yani huu mguu wangu nikitoka hapa hamtaniona tena katika maisha yenu wala kunisikia. Maana maana ndenda kuchukua maamuzi magumu ambayo wote mtabaki mnajutia. Wewe naomba kaniombe msamaha kwa kaka yako. Hivyo ninavyoniona hivi toka juzi sijala chochote. Nashindia maji tu. Nashindwa kufanya chochote kwa ajili yake. Napenye nikishika maji yale namuona Jacobo yuko huko kwenye maji senyembo namwona kwenye grasi, ndo mimi sasa Yakobo kwenye grasi namwonaa. Msamaha, yan nampenda sana Yakobo, nombokanombe msamaha, nampenda kakako, nimebadilika yangu. Kwanza pole sana yangu kwa Ufi yangu. Kakangu mimi namjua vizuri, yani akili ya zake mimi nazifahamu vizuri anza kuto kukujibu kitu paka muda huu. Kwanza mshukuru Mungu. Wewe nishukuru Mungu. Mtu kwenye kalia kimya wifi. Mimi nadhani hata akiongea nikisema kweli Jacob wangu amenisamee. Unasema kwamba nishukuru Mungu mtu amekaa kimya kweli wifi. Basi wifi haupo pamoja na mimi wewe. Mimi na mambo yangu nakwambia wewe. Nao naambia nishukuru Mungu kwa sababu alikaa kimya wifi hapana basi huko na mimi wewe. Yaani kukaa kimya kwa kakaangu mimi ni ishara kwamba amekusamea kabisa, hana kinyongo na wewe yani. Kakaangu mimi angekuwa hajakusamea wewe, ulivyofika tu pale yani angekudandia wewe akupige sizae, kama muda huu ungekuwa hapa tena. Kakaangu mimi ni ana hasira yani, kukalia kimya amekuheshimu sana, na yani anaonyesha mapenzi ya dhati kwamba anakupenda sana yani. Kakaangu mimi ana mkono mwepesi vibaya mno Naye akuwa tayari shakuvunja hapo wifi yangu. Na kakaangu na, na, na mimi anakupenda ja, sana. Baadaye nitaenda nitazungumza naye. Nijaribu hata na mimi kukuombea msamaha. Na mimi atakusamehe. Jaribu tu kunaombea msamaha. Nampenda sana kakaako. Yaani sijui nimfanyie nini? Yaani hata dunia yote ingekuwa kwa yaani dunia yote ingekuwa ya kwangu, nilikuwa nimeshikilia ya mimi ningempa kakaako. Yaani jinsi gani ninavyompenda nampenda sana Jacob. Na mimi kakaangu pia anakupenda ila wifi yangu ilo wazo lako la kutaka kujua. Mimi Jacob akinisamee ndo ndaache ili wazi, ila asiponisamee, haki ya Mungu, amtaniona hapa duniani. Naamini kabisa ka amekusamee, kumkalia kimya mpaka muda huu na sisi, hajaongea neno lolote kwamba anakuchukia wewe, labda, labda akutaki, amekata tamaa na wewe hapana. Yaani kakaangu anaonesha wazi kabisa kwamba anakupenda kwa labda bado anakuangalizia kama kweli umebadilika. Anyway, ni sele. Labda mbona fyanu, ila mi naamini kakaangu anakupenda sana na amekushangaza kabisa. Sawa ifyanu, asante kwa maneno matamu kwa maneno mazuri, maneno yamenifariji ifyanu. So, mimi nikuwa naelekea hapo dukani, kukuwa unaenda huku, naomba tuongezani. Okay, haina shida. Sio rahisi kufurahi ukiwa na njaa, masikini kajikuta na iba masha ya dhiki, dunia ni maya kwa changamoto nimezidiwa, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani, mtoto wa mtaani. Ni mtoto wa wa mtaani. Hello. Kichuna sasa hivi. Salama, unaongea na Bajei hapa. Kichuna nisikilize, sasa Nipe nafasi nisikilize ni... na Kichuna nilikuwa na na na na Okay. Ni naomba nikutane na wewe. Tukutane. Yeah. Hello? Tukutane. Ah, kuna mambo ambayo nataka niongee na wewe. Naomba no, mambo yasio ya kurudiana wala sio na mahusiano ya kimapenzi kwa sababu mimi sasa hivi nimeshakuwa ni mke wa mtu umeelewa. Okay basi, naomba tukutane pale gadi. Ndafanya kwa kuheshimu tu, ila sio kama nimejizia, hapana, kwa sababu nakuheshimu. Aya, asante. una muda, najuliza wai, mbona ndoo yangu inasumbua matumizi, hujahacha ndani, akiludi ugombe kwanza. Kichuna, na nakushukuru sana kwa kuitikia wito wangu mm. E, nimekaa nika tafakari kwa upana, mkiwanga menikimbia baada ya mke wangu kunikimbia, Kichuna, wakati natafakari namna ya kulifanya, nikaona hapana, sina jinsi. Acha nikurudie wewe. Saizi sitaki wewe uwe mpenzi wangu, nahitaji uwe mke, nikuweke ndani. We baba, nishia hapo kwanza. kwa kwa kwa, usitaki kuongea sana, usitaki kujimaliza sana tena. Saizi naitwa naitwa Neema utilefu neema ya Bwana. Naomba niache na maisha yangu sisi nikoelewa na wewe. Kwanza, oh, nikwambie kitu. Yaani najutia, yaani mnajutia, yani mpaka mimi mwenyewe najichukia yani, yani. Kwa nini? Ni, yaani kwa nini nitembea na wewe? Yaani sasa hivi nimekaa ninajuta, sina amani, sina raha, sina furaha. Nikwambie kitu kichwa. No, ah, ah, no, no, naomba nisikilize. Naomba nisikilize. Sisi nikoelewa na wewe. Kila mtu ashike mambo yake. Nilikwambia ya, mimi sisi naenda kuwa mke wa mtu. Na wewe nilikwambia hivi pambana na majei pambana na mtoto wako, ile pale bado ni mdogo sana. Si nilikwambia hivi, na kwenye simu umenipigia, umeniambia una habari njema. Ndo habari njema hizi? Ndo habari njema hizi? naomba nipe nafasi kidogo. Hakuna nafasi hapa, hakuna nafasi. Nimekwambia hivi, tena Kichuna usiongee. Sio Kichuna, naitwa Neema. Basi sina neema ya Bwana. Basi sorry, hivi nanionaje? Mi ni Neema, sio Kichuna, sio Kichuna yule ambaye ulikuwa ukimwita ukipiga simu moja, yuko hapa okay. Saizi yule Kichuna, nipe nafasi. N nafasi gani? Wewe unataka kuolewa? Sio nataka kuolewa. E, na mimi nipo tayari kuoa na nipe nafasi. Sio wewe, ndugu yangu, sio wewe. Wanasema kikulacho kingoni mwako mimi, ma mambo ambayo nimemfanyia mama je ni mabaya sana, na mimi sitaki yale mambo yanikute na mimi kwa sababu najua kile kitu ambacho nimekifanya sio kizuri kwa mwanamke mwenzangu, lakini mimi hapa nilipo, mpaka saa hizi mke wangu hayupo nyumbani na sijui wako wapi. Nimejaribu kuwatafuta nikawakosa, nikaona, kwa nini nikae kimya? Inabidi na mimi nioe, nikaona mtu wa kumwoa, niuye watafute Maa, usha nilikwambia hivi, kama mke wako kaja kukuomba msamaha umsamee. Afu mbona bado ndoa yako changa sana, babangu? Mimi ntajifunza nini kwako? Eh, maana na mimi sasa hivi naenda kuolewa naenda kuwa mke wa mtu. Wewe ni baba tabiri, wewe ndo ndo akunikarisha mimi kuniambia bwana kwenye ndoa ni hivi na hivi na hivi. Wewe, wewe baba! Sitaki msamaha wako. Sitaki msamaha wako mimi, sasa nenda kuwa mke wa mtu. Baba, Mim, mimi niko baba vipi? Mimi niko tayari kuoa nini? Tena nikwambie kitu babangu. Ah ah, subiri, subiri. Afu mimi nikiwa naongea na wewe kwa hiyo naongea. Sawa. Sasa hivi mimi mwenyewe hapa nina mpango kwenda kumtafuta mmajei ili nimwombe msamaha kwa sababu yeye ni mwanamke mwenzangu na mimi naingia kwenye ndoa, huwezi jua, nanua shanga hiyo hiyo nanili itanirudia na mimi. Mimi sasa kunipigia magoti. Ah, magoti ambayo unanipigia mimi. Ndio ukampigie mke wako mama J. Hayo magoti hayo ambayo mimi nanipigia. Ndio ukampigie mke wako mama J. Mimi sio mke wako. Mimi sio boyfriend wako. Mimi sio mchumba wako. Mimi sio mpenzi wako. Mimi nilikuwa haraya wako tu na tumeachana. Msisi nenda kwa mke wa mtu.